Chama bado ni bora kuliko viungo washambuliaji waliopo Simba. Ni maneno ya mdao mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo ameweza kutoa maoni yake baada ya tetesi kudai kwamba klabu ya Simba imeweza kufikia makubaliano na aliyekuwa mchezaji wao baadaye kutimkia Yanga na baadaye Singida Black Stars Chama, ambapo imeweza kwamba anataka kurudi kunako klabu ya Simba Sports Club ambayo alianzia maisha wakati anatoka Zambia kuja Tanzania. Wadau tofauti tofauti wanadai kwamba Kiotos Chota chama huyu wa sasa hivi bado ni bora kuzidi viungo washambuliaji waliopo Simba, katika suala zima la like creativity na pia namba za magoli na asisti ni uhakika kwake. Kwa hiyo kama Simba wanataka kuwashangaza mashabiki wow, wao kwa kumrudisha chama wow, wao washawai washangaze maneno ya mdau huyo ambaye naye ameweza kutoa maoni yake. Kwa mjibu wa mdau, anadai kwamba Chama ambaye aliweza kuondoka nako klabu ya Simba Sport Club msimu mmoja uliopita ulio basi, ana uwezo mkubwa sana mpaka sasa kuliko hata viungo washambuliaji wengine waliopo pale Simba Sport Club ambao wame, wameweza kusajiliwa kama mbadala wa Chama lakini hawajaweza kuziba nafasi yake na ndio maana Simba wanahitaji kumchukua tena mchezaji huyo ili aweze kwenda kuwasaidia kama ilivyokuwa awali. Kitu ambacho kimeweza kuwashangaza watu wengi ni kutokana na kwamba Simba wamewezeje kumrudisha mchezaji kama Kitoto ee, eh, Clatous Chama, wakati ilisemekana kwamba ubora wake ulipungua, na hata alivyoenda Yanga ubora wake pia ulipungua na akaamua kwenda Singida Black Stars, lakini kule na kaonyesha uwezo mkubwa zaidi. Basi historia ina kwa inajirudia kwa wachezaji hawa wawili ambapo mchezaji wa Kiuganda Emmanuel Okwe naye alishawahi kufanya e, tukio kama hilo, aliondoka kuna kwa klabu ya Simba Sport Club akaenda klabu ya Yanga, baadaye akarudi tena kutokana na ubora wake. Hivyo kuna wachezaji ambao wanakuwa na talanta ambayo wamebarikiwa kwamba anavyokuwa na klabu fulani, basi yeye anakuwa anafanya vizuri zaidi, akiondoka basi na uwezo wake unapungua. Hivyo inaweza kumtokea kwa Clatous Chama ambaye tetesi zinadai kwamba huenda kila kitu kimeshakamilika na klabu ya Simba na kila kitu kiko safi kwa ajili ya kuweza kurudi tena kutumikia miamba hiyo, baada ya kuonekana pengo lake linashindwa kuzibika. Wale ambao waliaminiwa wanaweza kuwa mbadala wake wameshindwa kutimiza malengo ya, ya klabu.